Mungu. Eh, imekwenda vizuri kama mengine. Nimeona anakuja kutembea asubuhi, nikasema alivyokuja akaza tambo zake Issa, huwezi kumfanya chochote, abidi tu uvumilie wanakwambia mtoto akinyia mkono, yeah, au ukati unausafisha, afu maisha yanaendelea. Kiuhalisia kabisa maneno yake akiwa anayazungumza, kwa sababu mfano kama ile interview ya juzi Watu walikuwa wanasema Dotto huyu yuko serious kabisa. Wewe unayapokeaje? Sasa nikiwaeleza kabisa. Sasa maisha yake yenyewe mtu anashindwa kuwa serious atakuwa serious kwa maisha yangu jamani. Hayo tena. Eh, na watu si watosha, mjua ni mtu ambaye ana njaa, pale alikuwa ana njaa. Lakini baada nilipompea milioni 5, eh, nikionyesha message ya mwisho, wewe ndo tajiri yangu hii saa. Hata utugombanisha tu mbele ya media. Eh, hana ujanja. Hivi kwa nini hii saa Dotto ana account ya benki, maana tunaona miamala mingi sana inapita kwako. Sasa anajua kusoma wewe naye bwana. Ajua kusoma. <laughs> <laughs> Hajui kusoma, kondo kinachomtesa, ajui kusoma uh... Sasa wewe we, ulikuwa unakubali vipi, uh, Dotto Magari, hmm, fedha zake zinakuja kwenye akaunti yako? Ulizungumza swala la nyumba uh, kuna nyumba uliposti ukasema kwamba hii utakuja mkabidhi Dotto Magari. Pengine atakuwa mwisho maneno yake kwa sababu yeye anatumia sana awazi kuhusiana na

Mtu kama da mjunona yuko serious kabisa, yani unaona, kwa hiyo eh? Lakini mtu ambaye hayuko serious, kuna mtu anatamani kufahamu wewe kujoin na uh, Dotto Magari chanzo chake kilikuwa ni nini eh? urafiki tu, bisha zungumza, mara kibao. Unajua ni miaka mingi tumekutana. Mimi nimekutana na Dotto kabla hata hajawa maarufu, mimi sijaanza kuuza magari, namjua Dotto yupo kwenye industry ya nilikuwa nataka nijue kwamba nilisikia ukisema kwamba wewe ndo mtu wa kwanza kumfungulia Dotto Magari akaunti ya Instagram ambao sasa hivi ina followers zaidi ya, ya milioni aiafawa Awanielewa a sasa, ikaonekane like hapa kuna haja ya kufungua akaunti ya Instagram, ndio kafungulia akaunti ya Instagram Doto Magari ajui lolote, zikizidi jeuli? ameajiriwa watu watatu watu, wapo hapa, so, ya ya maneno. Oh. Yani, yule pale, siku Mungu Akisema sasa huyu nimkomeshe mjangu ampe mtiani mdomo au uzibe hivi. Aha, analia nini? Maana sasa ndo ajira imefungwa, yani ofisi imefungwa. Kwa nini, kwa nini, kwa nini Issa Tambuu? Kwa sababu umesema Dotto Magari ajue kusoma, lakini naelewa elimu haina mwisho na elimu unaweza ukasoma, kwa nini usimshauri aende akasome ya japo eh, yale ya, madarasa ambayo atamfanya ajue kusoma na kuandika yeah, Yaani anataka anatamani uko shule akasome na alipe. Nikamwambia ndio mm. toe. <laughs> <laughs> Wewe basi twende. Akamwambia kwani elimu mdomo wangu nataka elimu. Maneno yanatoka kila siku. Nikamwambia haya, <laughs> twendelee. Tuliona <laughs> <laughs> nyumbani kwako leo alivyokuja, uh, mlinzi wako alikuwa ni wa Masai akawasema sana, na kama sikosei alikuwa Dogoruga, sijui yule alikuwa ndio yuko mlinzi. Ndio mlinzi wako sasa hivi. <laughs> Msanii wake unajua Salim Shinda akaniambia, bana mlete naye kama bure so, anakula, anakula mayai asubuhi matatu manne. Sio, yeye ana tabia ya wasanii kuwashindwa, anakula tu mayai matatu asubuhi na wali maneno lakini sasa <laughs> eh, yeah. Labda tumesikia lawama za Dotto kwamba akisema, uh, nifanye biashara mwenzako na ni dalali, lakini wewe unapouza magari, amini nyumba za milioni mia, na haumshirikishi kabisa, lakini kwenye magari huko kidogo anapata chochote kitu. Sababu ni nini? Ah, yeye yeah, anapata kisha anaona kitosho kwa na sababu hajui kutunza no <laughs> unajua kutunza, yaani hela kuna kupata Alafu kuitunza kijana, kuitunza <laughs> <laughs> mwenye umri mdogo, una pesa nyingi, unafanya biashara kubwa, lakini nyuma yako kuna vijana wenzako ambao wanasimama na kupata riziki ya eh, kupitia wewe lakini unaonekana una maisha ya kawaida sana. Ni vitu gani ambavyo una, una join na washikaji zako ili muweze kuishi kugawana hichi ambacho Mungu akubariki? Mimi ni ile mtu ambaye anaweza na fedha ya kula lakini kusaidia washikaji zangu nyuma, yaani yale mahitaji yangu najikizi, lakini hata wale washikaji ambao wanategemeana kwa namna na moja kidogo nayo wanasogea, kwa sababu sijafikia ile utajiri mkubwa wa kijiji. Kwa hiyo kwa hilo pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Stori moja nilionayo kwamba kati ya vijana wako kuna kijana mmoja aligeuka, kwa maana alikusaliti akakuwa anakuzungumzia vibaya, baadaye ukamtoa. Nishai ilikuwaje? Eh, katika historia yangu, mimi sidhani kama na kijana wa aina hiyo, inabidi ina uzichipe vizuri, kwa sababu unajua mimi ni mtu ambaye najitahidi sana kuishi na watu wengine waone umuhimu wangu. Issa Tambuu, tumefanya jambo jema siku ya leo. Happy birthday brother. Kila laheri kwako na mimi nawashukuru na wa watu, watu, watu, na kwa kitu chochote yani, msingi wanasema msingi mkubwa ni watu ukipata. Okay, watu kumalizia kabisa ovokuja kwako, nimeona benzi zipo nyingi sana kuliko gari nyingine. Sasa Tambua, unapenda sana benzi na mtu akija akisema benzi zako zinauzwa hela fulani kuliko ulionua wewe utamwambiaje? Ah, sasa hiyo ni elimu ya, ya gari na ni elimu pana kabisa, kwa sababu gari inauzwa kutokana na kiwango eh, kutokana na aina kutokana na mwaka. Kwa hiyo hiyo uh, sasa inabidi tukae tupayane elimu, lakini gari zinaweza kutokana na tabaka. Lakini sisi tuna milioni ishirini na laki nane ah, pata bahati mbaya tuna sitosu... benzi milioni ishirini na laki nane Tajiri tutamtafuta mbega mbega, atakapo nayo tutampigia simu, kuna mteja anataka milioni ishirini na laki nane lakini ukija Tambuu, kuna milioni hamsini arobaini na nane humo <laughs> <laughs> <Yeah, so laughs> yeah, na mna yeah. au mikataba tunafanya kazi kishikaji kabisa yeah. Nimeshindwa kuelewa Doto, mimi ni mzazi wake, sio? Mmenielewa kwamba ana magari matatu manne anayo sasa hivi, ametajirika. Ndio ana maana maneno eh, ana maana ya uongo anayo, ana maneno huyo, anayo anayo na mimi ninachokipenda, kwa sababu ukiona hata yule ambaye yuko nyuma yako naye kuna hatua moja kaipiga, ni kitu kizuri sana, na Mwenyezi Mungu anampenda yule mwenye kuona mafanikio ya mwenzie naye akayafurahia, kwa sababu ukiyafurahia, Mwenyezi Mungu anakupa wewe zaidi, unaelewa? Ndio kwa maana kuna wasema na kwambia muombe mwenzio kumi utapewa. Jamani waislamu wenzangu, hizi ndio ibada zinazotakiwa. Tumekuja hapa katika chuo cha watoto yatima na ulemavu, tumekuja kutoa sadaka zetu cha kuomba dua, Mungu awape afya njema awazidishie awape baraka awapate usikivu awatolee usuda kila mtu anaoguswa, na hili jambo chochote alichokuwa nacho alete hapa sadaka yake. Hii ndio ibada, sawa jamani. Kampuni yetu Tambuu Motors tumeamua kuleta ibada yetu au sadaka yetu kwa watoto yatima wenye ulemavu. Bwana Issa, una mawili matatu kuambia? Eh, kwanza naashukuru lakini nilikuwa ni kawaida yangu kila na kufika tarehe ya kuzaliwa tunafanya kitu kimoja ambacho uh, kitakuwa ni sehemu ya mimi kufurahi, lakini ni sehemu ya kurudisha shukrani uh, kwa jamii. Kwa hiyo leo tukapiga tukapiga tasmimi na kutafuta eneo ambalo tunaweza tukafikisha kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, na bahati nzuri tukaelekezwa tuka huko, ni eneo la Kimara Temboni kwa ndani kidogo. Hapa kuna watoto wetu uh, wale ambao uh, kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu aliwapa wa mtihani, wakazaliwa lakini wana wana maradhi yale ya kudumu wenye vichwa vikubwa uh, mdogo mdogo, mdogo, baya kama tutajumuika nao na sisi kutoa mkono wetu wa pole, lakini kuonesha namna gani namna gani kama Tambuu Motors tunarudisha uh, uh, kwa jamii kama vile wanavyotusupport, basi na sisi kile kidogo tunajitahidi kuwaletea na wenyewe iwe ni sehemu ya kuishi kwa furaha kama wengine, japo wana changamoto mbalimbali. Kwa nini umekuwa unafanya huu utaratibu, kile fikapo tarehe ya pili ya mwezi wa pili Eh, tarehe mbili mwezi wa pili waga, ni tarehe yangu ya kuzaliwa, yani ni siku ya birthday. Sasa tunafanya kile kitu ambacho nimesema kama mara ya kwanza, tunarudisha shukrani katika kwa jamii. Kwa mimi nadhani ni kitu kizuri sana, hata wengine pia wanaona wanaona na wanahamasika, na wenyewe wanaweza kuwafikia wambo wenye uhitaji. Kwa hiyo nadhani mimi ni sehemu nzuri zaidi kuliko kufanya kitu kingine chochote. Pia tumeona watu maarufu au wenye fedha mara kadhaa huwa watafanya hivi lakini baadaye. Hii ni mara ya pili kama sio ya tatu, lazima ikitokea jambo eh, hivi, ha, hivi ha, vitu ha, kila mtu mwenyewe anavyojisikia kwenye nafsi yake sawa. Kama si tumekuja kutoa sadaka zetu ibada kwa watoto wenye uhitaji, Mungu ndo alikowaleta duniani basi kwa kila mtu na nafsi yake, anavyojisikia sasa. Ukianza kwa bababu watu hapa kama tumekuja kuwasema watu hapa, tumekuja kutoa ibada na sadaka. Hata wewe mwenyewe unaweza ukajipa zawadi ya gari, ukajipa zawadi ya maji ya kunywa na hapa usifike, na unapajua. Kwa hiyo ni moyo wa mtu sawa, so bwana na akili zake na huruma wake na imani yake. Tumemaliza kiongozi tunaye, wewe hapa. Kabla ya kuenda kwa kiongozi, utatamani kutambua kitu kimoja, wewe binafsi. Tunapeleka mesaji gani e, kwa watu mashuhuri wenye pesa? Ngoja nikwambie ni gabi hapa ni tujaja kumsemea mtu aloguswa na ile jambo anatuona kwenye mitandao ya kijamii na ile jambo si geni na alianza leo sawa. Hata hao wanaotumia mabaharini wanakunywa NS wanajiozalia magari na wana ndugu zao wana matatizo kama haya, kwa hiyo mtu mwenyewe anaoguswa na ile jambo atajua nini umuhimu wake. Hatujaja kumsemea mtu hapo. Ukitaka kumsemea mtu utawamaliza hata neno lako... e, neno lako... we mwenyewe una mapungufu yako, na, na neno lako kubwa yeah. Dotto Magari kutokana yeah. na tukio hili ambayo umelifanya na tukio la kibinadamu ni tukio la kuwapendeza watu wengi sana, ni lipi? Labda niseme hivi, kila binadamu au kila muislamu au kila mwenye dini yake, vitu hivi vinaomba vimguse. Hivi sie vitu vya kuambiwa mwenye, we mwenyewe, sawa mawazo yako ya kichwa na akili yako Unatuona, sisi tuna marafiki kibao na kampuni yetu ni kubwa, tukisema tungechangisha hapa inzingejaa hela, lakini tumeamua wenyewe. Kwa hiyo wakiguswa watatufuata pale. ni sehemu gani? Kimara Temboni, watakuja kumuona kiongozi huyu hapa, anaitwa Santos Joshua, ni kijana aliyezaliwa na ulemavu wa mgongo wazi ni mtumishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Asbat. Asbat ni chama cha wazazi wa watoto wenye ulemavu wa kutokuwa na mgongo wazi, na hapa tulipo tuna nyumba maalumu kwa ajili ya wazazi wanaotoka mikoani kuja kupata matibabu ya kibingwa hapa Dar es Salaam katika hospitali zinazotoa huduma hizo ikiwemo hospitali ya Tefamu Mbele. Lakini pia tuna huduma ya watoto waliokosa uh, upendo na malezi ya wazazi wanaoishi hapa kwa ajili ya kusaidiwa uh, makazi lakini sambamba na hivyo uh, kupata huduma ya kupelekwa shule ambapo tunategemea hisani zenu kama ambavyo leo uh, uh, Tambuu Motors walivyotubariki. Niseme kwa kweli, ninawashukuru washukuruni sana, hususan nishukuru kampuni uh, ama taasisi ya Tambuu Motors kwa hichi kitu kizuri ambacho wamekifanya kwetu sisi, kukumbukwa na kuthaminiwa kwa jinsi hii, kwetu tunajisikia fahari. Ni wachache sana wanaweza kufanya jambo kama hili hasa katika siku hii ya kusherehekea kumbukizi ya kuzaliwa. Wengi wanaweza wakafanya kwa namna ambavyo wao wanaweza na wanavyojua kama alivyozungumza ndugu yangu Dotto Magari aa, lakini kwa jinsi hii, namna ambavyo mtu anaweza akafanya ni namna nyingine ya kipekee, na sisi kwa Kristo na tunaamini katika maandiko matakatifu, nayo amesema wazi, amhurumiaye maskini amemkopesha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme kampuni ya Tambuu Motors Uh, na mkurugenzi mtendaji nafikiri ndugu Isa kwa hichi alichokifanya ni deni alilolikopa kwa Mwenyezi Mungu, na niseme katika hiki mchokifanya Mwenyezi Mungu atawalipia sana. Ina kila sababu ya kushukuru sana kwenu, na mtakapopata nafasi kidogo ya kuwaona baadhi ya wazazi mtawasikia, na nitamani kwamba mtupe nafasi kidogo pia ya kuzungumza na kampuni hii uh, kusikia na kufahamu kwa uchache kidogo utendaji wa shughuli zetu changamoto na mahitaji yetu. Naamini kwa ukubwa wa jambo tunalokusudia na changamoto tulizonazo, basi walau kwa sehemu kidogo mnaweza mkatushika mkono na mkatusaidia sana haya mahitaji ambayo umetuletea sana na kutusaidia. Mungu awabariki sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana. sana. Kuna No, jina lako. Asante kwa jina. Naitwa Mwanamisi Mpanda. Nashukuru kwa ujio wenu, cha kwanza mmekuja kutufariji, mmekuja kutia moyo, mmekuja kututia nguvu, pia amegusa mahitaji yetu mengi sana tunayohitaji. Tunashukuru kwa niaba ya wazazi wenzangu, kwa niaba ya kituo, kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu, tunashukuru sana kwa kufika kwenu. Inamwombea Mwenyezi Mungu ambariki na awabariki pia kwa kufika hapa. Pia tunashukuru kwa kila jambo mpaka hapa mlipofika, mmetusamini, mmetuona, mmetugusa, mmetuhitaji, maana tume tumeuona upendo wenu mpaka kufika hapa. Kwayo nawashukuru sana, Mungu awabariki. Happy birthday. Weka mkono wa nyani, weka mkono wa nyani, hela ndogo, ongeza hela, acha ubahili jamani, basi tuko pamoja i acha maneno. Kwa hiyo, si kama mlivyosikia, wameshukuru na sisi tumetoa shukrani, lakini pia nje ya haya mahitaji, lakini unajua kuna kuna namna ambavyo kuna kitu lazima watakao likiruka ambacho kimsingi kinakuwa ni wao walikuwa wanakihitaji. Mimi siwezi kujua mahitaji yao ya moja kwa moja, lakini msingi mkuu ni fedha siku zote. Kwa hiyo eh, moja kwa moja kwa kampuni ya Tambuu Motors tuliamua kuchanga mimi na ndugu yangu Dotto. Dotto alitoa laki tano, mimi nikatoa laki tano kwa sababu tunataka tukabidhi milioni moja eh, mbele ya hapa. Kwa hiyo ndio tunakabidhi hii pia Mheshimiwa, hii hapa. Laki tano yangu, laki tano yake. Mungu akubariki. Mungu akupe maisha marefu. Lakini Dotto, unaruhusiwa kuongeza, sababu wewe Mwenyezi Mungu amekubariki, umekuwa tajiri. Namshukuru Mungu nimekutoa. Kwa hiyo unaweza kutoa hela nyingi zaidi. Aongezee hapa. Karibu Dotto Magari. Jamani, nawashukuru sana, nawapenda dada zangu, nawapenda. Basi vitu viingizwe ndani, Mheshimiwa. Tusikuchoshe sana. Tuombee dua tena tuje siku kama ya leo. Hilo tu. Sio unajua eh? na wengine walioguswa, mnaoyaona ulizeni, wapi namba za simu zipo, Kimara wapi. Hilo ndo la kuliacha, lakini tusimsemee mtu. Kwa nini aje? Hiyo haitakiwi, eh. Hii ni ibada. Mungu akuweke sana, jamani, mlioguswa mje, lakini hatuwezi kwa kusema, si kwa nini unakaa baa, weka sawa sasa, unawasema hapa. <laughs> <laughs> <laughs>